Asante sana Felista Masai, nikukaribisha mtazamaji katika uchambuzi. Hupo na mimi Aaron Felix Sambamba kabisa nipo na Elvans Stambuli, tukiwa tunaangazia na swala ambalo ili la Mheshimiwa Zito Kabwe aliweza kupeleka ombi la e, muungano wa vyama kuelekea um, kuelekea katika uchaguzi katika jimbo la Buyungu kuelekea uchaguzi mdogo katika jimbo hili la Buyungu. Elvans Stambuli, tumeona Mheshimiwa Zito Kabwe amepeleka ombi hili la kuungana kwa vyama kuwa kitu kimoja kuelekea katika uchaguzi mdogo katika jimbo hili, la Buyungu, je, ni wakati sahihi? E, ni ombi zuri kwa kusema kweli, lakini sasa kuna maswali mengi ya, ya, ya, tunajiuliza uh -huh. Kwa sababu uh, Mheshimiwa Zito Kabwe, e, yeye ameomba kwamba kuwe na kuwe na muungano ambao unaitwa United Democratic Alliance, lakini wakati huo tunajua kwamba kula alikopeleka maombi kwa, kwa, kwa, kwa Mheshimiwa Freeman Mbowe mwenyekiti wa taifa wa Chadema, tayari kuna umoja kule ambao ni wa ukawa ambao ukawa unajumuisha vyama vya NCCR Mageuzi, NLD eh, na Chadema pamoja na chama cha CUF eh, sasa ombi hili la, eh, la, la, la la Zitto kwenda kwa Chadema eh, ina maana kwamba Chadema sasa lazima kabla hawajamkubalia lazima waketi na eh, wale walioungana nao kisiasa hivyo vyama nilivyovitaja NCCR Mageuzi NLD na CUF, na, na, mm, na Chadema wenyewe, ili wakubaliane kwamba ama Ukawa ife au vyote viwepo viwili, yani Ukawa iwepo ambayo Zitto Kabwe na chama chake cha ACT eh, Wazalendo hakipo na wawe na umoja mwingine huwa Democratic, eh, eh, United Democratic Alliance, vitu ambavyo sidhani kama itafanikiwa. Kwa hiyo mimi ninavyohisi nadhani na, na, na, kwamba e, mheshimiwa Zitto ange, angeomba sasa angeomba ajiunge na Ukawa ili Ukawa badala ya kuwa na vyama vitatu vi, vi, vi e, vi vitatu vinne aongeze aongeze na chama chake ili ili nguvu iongezeke, lakini siamini kabisa kwamba e, Mbowe atakubali atamkubalia Zito mm. kwamba waungane Mbowe na Chadema yake na Zito mm. na kuviacha vile vyama vingine NCCR kafu na NLD sawa sawa. Lakini si kwamba hii ndio njia ambayo anataka kutumia mheshimiwa Zito kabwe kutaka kukiingiza chama chake katika umoja wa umoja wa vyama vya mavya, upinzani e, hata kama anataka hiyo njia mm. lakini ne, tukumbuke kwamba huyu mheshimiwa aliyefariki dunia kasuku e, bilago e, alikuwa ni mbunge kutoka Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema. Kwa hiyo kwa vyovyote kwa vile e, mizizi iliyopo kwenye lile jimbo e, kwa wakati huu, mimi naamini kabisa kwamba ni ya Chadema, na Zitto Kabwe yeye pia tunaamini kwamba kwenye mkoa ule wa Kigoma e, ameweka mizizi mikubwa sana kwa chama chake chama chake cha ACT Wazalendo lakini kwenye uchaguzi wa mwaka 2015 ACT Wazalendo nafikiri waliweka mgombea pale, kwa sababu hawapo kwenye umoja ule wa UKAWA mm. lakini wakashindwa, na badala yake eh, eh, huyu marehemu eh, Bilago akashinda, aka, aka, aka. Kwa hiyo nachosema ni kwamba, mm, ombi la Zitto litaangaliwa mara mbili kwamba ama hii Demokrat, hii United Democratic Alliance iwepo ama ataambiwa Zitto kwamba badala ya kutengeneza umoja mwingine aingie kwenye Ukawa, lakini si kwamba mheshimiwa Zitto Kabwe anataka kutumia nafasi au fursa hii kuweza kujitengenezea yeye kama yeye nafasi na kadhalika katika chama chake, kuonekana kwamba ndio kilichopeleka maombi na ndio kimeonekana kuwa kimeleta nguvu na kuleta umoja, endapo atakapoenda kushinda katika uchaguzi huu. Uh, unajua kwenye mambo ya siasa mm kushinda hasa mnapokuwa wengi mm. mshindi anapopatikana pale krediti au, au au ile thamani ya ushindi yule mm. haiendi kwa chama kimoja, inaenda mm. e kwa vyama vyote kwamba tumeungana mm. na ndio maana tukapata huyu mgombea na ndio maana nasema kwamba Ukawa e, muungano wao ulisaidia sana hivi e, vyama vya upinzani kupata wabunge wengi, kupata wabunge wengi na sio sio dhambi nikisema kwamba hata kafu kafu eh, kwa wale wabunge ambao wamepata kwa tiketi ya kafu eh, naweza nikasema kwamba ilichangiwa sana na huu ukawa, ndio maana ma ma ma ma kafu. kwa miaka mingi walikuwa hawapati majimbo mengi huku Tanzania bara, lakini baada ya kuungana kafu imepata wabunge eh, kadhaa Mtwara amepata, Kilwa amepata, eh, Tabora amepata, ilikuwa kitu, sio kitu cha kawaida huko nyuma. Kwa hiyo muungano eh, mimi naamini kabisa kwamba kumbe umoja ni nguvu kama wahenga walivyosema. Uh, sasa tunaelekea katika uchaguzi huu uh, ambao unaenda kufanyika katika jimbo la Buyungu mkoani Kigoma. Nini sasa tukitarajia kukienda, kuelekea katika uchaguzi huu? Tumezoea kuona kuna kuwa na matukio mbalimbali kama vile wanaikuibiwa kwa masanduku kupotea kwa masanduku, sijui visa vya hapa na pale vikosekane katika kipindi hiki cha uchaguzi. Nini sasa tukitarajia kukiona katika uchaguzi huu e, tutataka kuambia hiyo ni changamoto ambayo kwa kusema kweli, tume ya taifa ya uchaguzi inayo mm. E, tume ya taifa ya eh, uchaguzi inayo mm na vyama vyote vya upinzani na chama tawala lina jukumu la kuhakikisha kwamba uchaguzi ule unakwenda kwa amani na kwa kusema kweli, mshindi halali apatikane pale. Na tunapofanya hivyo eh, ukisoma historia ya vitabu vingi sana eh, unagundua kwamba chaguzi mara nyingi ndio zinaleta matatizo kwenye nchi, na zinaleta matatizo kwenye nchi pale inapotokea upande fulani hautaki upande fulani ushinde awesome. E, na wananchi wanataka upande ule ambao upande fulani hautaki ushinde. Kwa hiyo ni changamoto ambayo e, tume ya taifa ya uchaguzi inayo, lakini na hakika na uhakika kabisa kwamba uchaguzi ule ukienda vizuri e, basi mshindi halali atapatikana. Sawa sawa, mshindi halali atapatikana. Ndio maneno yake Elvans Stambuli. Mimi ni Aaron Felix, ni kurejesha kwake Felista Masai kumalizia taarifa habari. Kumbuka leo tulikuwa na maada ambayo mezani kwetu ilikuwa inasema ombi ombi la Zito Kabwe kwa kuomba vyama vya upinzani kuungana kuelekea uchaguzi katika jimbo la Buyungu mkoani Kigoma e, katika uchaguzi mdogo. Je, yeah. ni wakati sahihi? Mimi ni Aaron Felix, kwako Felisa Masai.